Rais William Ruto ameongoza maadhimisho ya mashujaa katika uga wa Ithookwe kwenye kaunti ya Kitui. Alitumia fursa hiyo kumwenzi waziri mkuu wa zamani hayati Raila Odinga kwa kumtunuku na tuzo la Chief of the Order of Golden Heart CGH. On behalf of a grateful nation and through the authority vested in me as President, I have today posthumously conferred upon the Right Honorable Raila Odinga the highest honor of the Republic, the Chief of the Order of the Golden Heart of Kenya. Rais Ruto alimtaja marehemu Odinga kama kiongozi aliyekuwa na mchango mkubwa katika ukuaji wa taifa hili. It is the reason that on this Mashujaa Day in recognition of his extraordinary contribution and enduring legacy, the government and the people of Kenya inscribe Raila Odinga's name among the foremost of our heroes under the public seal of the Republic of Kenya. Kwenye ngazi ya kaunti, viongozi mbalimbali wakiongozwa na magavana walitumia maadhimisho hayo kumsherekea kiongozi huyo wa upinzani aliyezikwa hapo jana katika eneo bunge la Bondo County ya Siaya as we celebrate we do so with heavy hearts allow me to lead Bungoma County in paying special tribute to a true son of Kenya a man whose name is etched in the very fabric of our nation's journey the late right honorable Raila Amolo Odinga who is one of the towering heroes of our nation Tunaposherekea maisha ya Raila Amolo Odinga tunapomkumbuka kinara wetu Raila Amolo Odinga, sisi kama wakenya tunajivunia kwa sababu yeye alikuwa ni kiongozi ambaye anapenda watu wake. Nataka kumshukuru shujaa wetu kama amelala Raila Amolo Odinga kwa kutuletea matunda yenye tunaenjoy saa hizi. Hatukuwa na functions kama hizi mashinani. Hizi functions zimekuja kwa sababu shujaa Raila Amolo Odinga alileta devolution. Hata hivyo, wito umetolewa kwa wakazi kutoka eneo la Magharibi kuwaenzi viongozi wao kabla na hata baada ya kufariki. Watu wetu kutoka Nyanza walimuenzi shujaa wao akiwa hai, wakamcelebrate hata kwa kifo chake. Nikajifunza, nikajiuliza Je, sisi watu wa Bungoma tunawachukua mashujaa wetu? Tunawaenzi kwa njia gani? Hayati Raila Odinga ametajwa kama shujaa aliyeleta ugatuzi, kupigania mfumo wa vyama vingi vya kisiasa, katiba ya mwaka elfu mbili na kumi na demokrasia. Ni kiripoti mtazamo wa dira runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.